Yawa, nimeona sijui wanashiriki maandamano vijana wenye akili timamu kabisa mm, mm. Sijui maandamano ya vyama gani mm. Uwezi nikuta mtu kama mimi nashiriki maandamano mm. Maana wewe nani, niambie niandamane, nitamuuliza uh -huh. Nje ya haya maandamano Dio. Kitu gani collectively umefanya kwa ajili ya taifa hili, achilia mbali kung'ania madaraka na wewe uingie madarakani uh -huh. Nionyeshe kitu ambacho umefanya kinawezesha watu wa taifa hili bila kisichokuwa chako personal uh -huh. Kupitia chama chako hiki ambacho unasema tuandamane, nionyeshe hicho kitu mm. Ukinionyesha hicho kitu nitaandamana mm. Lakini kumbe unaniambia niandamane ili wewe upate power ya kwenye mamlaka. Mbona ukiitwa na mamlaka Ikulu hutuiti tuliokuwa na wewe kwenye maandamano twende wote, wote. Tusikilize unayoambiwa. Kwa nini unajikata mwenyewe na suti yako, au achukue mwakilishi Eh. Eh. Eh. Kwa nini hatuendi wote unaenda mwenyewe? Tusiende wote. Kwa nini maandamano unatuita sisi tuwe na wewe? ila akienda Ikulu unaenda wewe, anakwenda mwenyewe, unaenda mwenyewe. Basi angechukua hata mwakilishi mmoja kutoka kwa wananchi eh, bwana, bwana muuni mmoja aje niende naye yangu, tukasikiliza. Nimekwambia hii generation imeambukizwa ujinga. Vijana wangekuwa na akili timamu, vitu kama hivyo wanaita maandamano, wasingeshiriki. Maana wangehoja hayo maswali bwana, mbona ukienda Ikulu unaenda mwenyewe? Mbona utualiki bwana, uchukui mmoja wetu. Eh, mbona uendi na sisi?